Eneo lina uwazi mkubwa kwa maana ya ukataji wa miti. Labda niseme kama hivi ifuatavyo. Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya Solomon Itunda, leo tulisema tufanye ziara ya kukagua vyanzo vya maji namna gani vinaharibiwa na, na shughuli za kibinadamu. Sasa hapa sio mpaka tuseme, ushahidi unajionyesha namna shughuli za binadamu zinavyoendelea kuweka hali hivi, na haya maji tunayaona mengi kwa sababu sasa ni kipindi ambacho mvua zinanyesha. Tumeona toka juu huko, kwa maeneo mengi yanachomwa moto, yamekatwa msitu, na mnaona mashamba. Bahati nzuri, ushahidi mashamba yanaonekana. Kuna haja kubwa ya kushirikiana kuanzia serikali za vijiji, kata, wilaya, kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo. Tukiendelea hivi, vizazi vijavyo haya maji hawatayakuta. kwa hiyo tuwaombe ndugu zetu wa serikali za vijiji na kata lakini pia na taasisi zote kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo, na vinginevyo tuendelee kupanda miti, au wenye mashamba maana yake vijiji vinafanya makusudi, vinajua yanayoendelea. Na kama ingekuwa ni amri basi hapa hawa wote, kwa sababu tunatakiwa kuwa nje ya mita 60 ya chanzo cha maji. Asa hapa hata mita tano, tano sijui kama zinafika hivi, tayari ni mashamba. Kuna watu wamekata miti hapa wanataka kulima pia na wao, hii sio sawa sawa, afu akikosa maji wanailalamikia serikali. Mimi niendelee kusisitiza yafuatayo: kwanza, tuache kukata miti ovyo katika vyanzo vyetu, hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, wale wote wanaolima karibu na vyanzo vya mito waondolewe haraka kwa kushirikiana na serikali ya kijiji, kata pamoja na wilaya, na mimi naenda kumuelekeza kumweleza Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba kule tulichokikuta, Mheshimiwa mkuu wa wilaya una wajibu wa kuhakikisha tunayasimamia haya, watu waondoke kwenye vyanzo vya maji ili kulinda uhai wa watu, ili kulinda vyanzo hivi na vizazi vijavyo wavikute. Lakini jambo jingine, kuna bikoni ziko nje kabisa ya eneo hili, walipaswa kulima nje ya eneo hili, heyo ni vyema wakapewa maelekezo, na pia tuendelee kufanya matangazo na tufanye mikutano ili kupeana elimu kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo. Kinyume na hivyo tutayapoteza maji, tutapoteza vyanzo vyetu vya maji. Na tunategemea huku kuna vyanzo vingi vya kuendelea kuvitumia kujenga miradi mingine. Hiyo ni vyema sasa wale wote wanaolima katika eneo hili wakaondoka. Hili ndio mwelekezo yanayotakiwa waondoke, na tuwaomba watu wa Ruasa kuhakikisha kwamba sasa tunafanya mikutano kwa kushirikiana na serikali zetu za vijiji na kata, kuwaeleza hayo kwamba wanapaswa kuondoka. Mtendaji wa kata amekuja hapa huko hapa, naomba mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, serikali ya kijiji ikazungumze. Hivi vyanzo ni muhimu sana kuvilinda. Nyinyi mnapokaa kimya, maana yake na nyinyi mmeruhusu haya yaendelee, kwa sababu kama mngekuwa mnafanya mikutano ya wakati, kila wakati mnatoa elimu ya kila wakati, watu wasingekuja kulima moja kwa moja hapa. Kwa hiyo niombe sasa, tushirikiane kutunza vyanzo hivi na ndio maana ya ziara hii, kwa sababu mkuu wa wilaya ameelekeza lazima tulinde haya maeneo, na sio mkuu wa wilaya, taasisi zote zilizoko hapa. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo vya maji. Tukivipoteza hivi, watu wanalalamika hakuna maji, lakini sababu ni sisi wenyewe kwa shughuli zetu za kibinadamu. Kwa hiyo niendelee kusisitiza kwamba kuanzia sasa watu wote wanaolima eneo hili wasitishe mara moja, na huku sasa tuendelee kupanda miti ili shughuli za kibinadamu zisimame, zisiendelee nje ya mita 60, huko wataruhusiwa kufanya shughuli zao, lakini katika eneo hili ni marufuku. Zile shughuli zao za kupiga madawa shambani, yote yanaingia kwenye haya maji, na ukizingatia sisi RUWASA kwa sababu tunapata maji katika Sim vyanzo ambavyo tunaamini viko nje kidogo ya makazi ya watu, tunafanya ile simple purification treatment na sio ile heavy treatment ya kutoa hizo chemical, kwa wakati mwingine tunapata wakati mgumu kuwapa watu wetu maji ambayo tunaona yana changamoto hivyo nadhani sisi kama RUWASA ambao ni wanufaika wa hivi vyanzo tunapata wakati mgumu, kwa sababu bado kwa upande wa Umalila la huku ni eneo ambayo tunategemea sana kwenye vyanzo, ukizingatia kusemao ni vijiji kumi na tatu vinategemea kupata huduma ya maji katika eneo hili la vyanzo hivi. Kwao tunaomba ofisi yako kushikana na ofisi ya mkuu wa wilaya tuweze kusaidiwa kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaelimisha jamii niweze kutuachia maeneo ya vyanzo ukizingatia kwamba kuna bikoni tayari lakini pia kuna juhudi za makusudi ambazo tunazifanya za kuendelea kuleta miti katika maeneo huyu. Wiki iliyopita tumeleta miti mia sita. Tunategemea haya maeneo yote yaendelee kupandwa miti ambayo ni rafiki wa maji na kuendelea kufanya kuwe na maji katika kipindi. Sasa hivi umeyakuta maji haya hivi, lakini kipindi cha kiangazi, hiyo miradi yote miwili inapata upungufu wa maji unaanza kuwa na mijao sasa. Hii ni miaka hii. Je, ikija miaka mitano mbele kwao, tunafikiria tunaweza tukapata scarcity ya maji.